Ripoti ya ukaguzi wa maiti ya mwenda zake Dodzweit Muyesi Vangu aliyeripotiwa kufariki wakati wa maandamano ya bodaboda mjini Kilifi wiki iliyopita, ilithibitisha kwamba kijana huyo alifariki kutokana na majeraha ya risasi. Kulingana na ripoti ya daktari ni kwamba ilisababishwa na jiraha ambalo liliweza kutokana na ule mwingio wa risasi katikati ya mbavu na kuharibu vile viungo vingine. Uh, hiyo ndiyo ripoti ya daktari jamaa. Ndugu na marafiki wa kijana huyo walisubiri kwa muda wa zaidi ya saa sita nje ya makafani ya hospitali kuu ya kaunti mjini Kilifi wakiwa na hamu ya kuthibitishiwa kilichojiri. Tunashukuru vitengo ambavyo vimekuwa pamoja nasi haswa Imlu, Vocal Africa, ICPSA na wale wengineo ambao sitawataja. Uh, tumeweza kufanya shughuli hiyo kwa umakini na tunashukuru kwamba matokeo yamekuwa mazuri, kwa sababu hatimaye tumepata lile risasi na tumekabidhi kwa mikono husika. Na labda kuongezea tu, ningeomba kadri ya vile ambavyo investigations zinaendelea kuwe na uwazi na familia ikazidi kupata haki. Maafisa wa shirika la IPOA ambalo hushughulikia malalamiko ya umma dhidi ya polisi walikuwa huko ndani kushuhudia uchunguzi huo. Miongoni mwa wanaharakati wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na washiriki wa familia, uh, leo, ya mwenda zake: tunashukuru kwamba leo tumefanya exercise ya postmortem na imeenda very successful ambayo iko na there was a lot of transparency. Sasa mwito ambao umebaki pale ni kuhakikisha kwamba zile taasisi husika zimehakikisha kwamba uchunguzi ufanywe kwa haraka because for us to get a suspect investigation must be done. Kwa hivyo tunahitisha uchunguzi ufanywe kwa haraka ili yule mhusika ambaye ndio alifyatua ile risasi ambayo ilisababisha kifo cha ndugu yetu Dodzweit, mpaka leo tumefanya postmortem ili aweze kushikamatwa, aweke korokoroni na afungulwe mashtaka kulingana na mujibu wa sheria. Hiyo ndo sisi kama mashirika ya jamii tunasisitiza. Postmortem tumemaliza, as much as familia wana, uh, wanaenda kuandaa mazishi, lakini tunataka uchunguzi ufanywe kwa haraka. Hii siwe kama zile kesi zingine ambazo, ambayo uchunguzi unaendelea paka lini? Magamba ya risasi yalipatikana ndani ya viungo vya mwili wa mwenda zake na kuchukuliwa na maafisa hao wa shirika la IPOA kwa uchunguzi zaidi. Ganda la risasi, uh, lilikuwa 1.1 mm uh, longer na diameter yake ilikuwa 1 mm. That was the length and uh, the diameter of the uh, head, head of the bullets. Kufikia sasa hakuna mshukiwa wa mauaji ya kijana huyo ambaye amekamatwa, huku familia ikililia haki yake, wakati huu ikiandaa mazishi yake. Kusema ukweli, nimesikitika sana, kwa sababu ilikuwa ni majeraha mabaya sana. Kwanza kabisa, hiyo risasi ilipita katikati ya mbavu ikatoboa mapafu ikarudi kutoboa maini kateremka chini mpaka kwa right kidney ika damage, na mwisho ikateremka huku nyuma ya uti wa mgongo. So chenye mimi ningeomba kwa sekta husika zishughulike na haki itendeke. Kijana huyo alipigwa risasi alipokuwa akirudi kazini kutoka nyumbani kwake siku ya makabiliano makali ya polisi dhidi ya bodaboda waandamanaji mjini Kilifi. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu, Coco FM, ladha ya pwani.